Majina anaitwa Sigrada Mligo. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa, na katika siku yangu ya kuzaliwa, toka nimeanza kujitambua, kila mwaka nimekuwa nikitamani kufanya matendo ya huruma. Kwa hiyo, miaka mingine nimekuwa nikipendelea sana kwenda kwenye vituo vya watoto yatima na maeneo ya watu ambao hawajiwezi, lakini siku ya leo Mungu akaniambia niende nikawasalimie wafungwa na kuwatembelea wafungwa na kuwatia moyo na neno nimefanikiwa kufanya hivyo, nimekutana nao, nimewatia moyo kwamba hapa duniani kila jambo linatokea kwa mpango wa Mungu Amina, kuwa magereza sio mwisho wa maisha yao, ipo siku na wao watatoka, na huwezi jua kwa nini Mungu aliamua uwe magereza, pengine kuna vitu alitaka ukajifunze, kama ni tabia, basi ukabadilikie magereza. Basi mimi namshukuru Mungu kwa leo, kwa siku ya leo, lakini msiniulize miaka. Sigrada Mligo ni dada mzuri ambaye alinipokea Njombe vizuri Tuli, yani tunaishi vizuri tunafanya mambo mengi, anatusaidia vitu vingi, tunaishi vizuri. Leo tarehe 19 mwezi wa 10 2025 ni siku yake ya kuzaliwa. Si mimi pamoja na wenzangu ambao tunaishi nao vizuri tunashirikiana nao vizuri hapa mjini Njombe, tukaona sio vibaya tukijichanga na kufanya chochote kwa ajili ya mpendwa wetu Sigrada Mligo. Kwa hiyo tumemwandalia baadhi ya vitu, keki na vitu vingine vidogo vidogo, vingi vizuri, lakini hii yote ni kwa sababu ya upendo ambao wanatuonyesha kwa jinsi tunavyoshirikiana, hata kwa sisi ambao sio wazaliwa wa Njombe, lakini tuko hapa zaidi ya miaka saba, nane, tunamuona kama ni ndugu yetu, ni dada yetu, ni familia. Kwa hiyo tukaona sio vibaya, tushirikiane naye furaha yake, siku kuzaliwa leo tumemwandalia hafla kidogo. Jamani, Gloria so, biligwe mimi ni mzaliwa hapa Njombe. Dada Sigrada ni mdogo wangu, tumeishi naye vizuri. Ni dada mwenye upendo, mwenye moyo wa huruma, kama huduma kufanya matendo ya huruma magereza. Tunamshukuru Mungu na sisi tumemwandalia kahafla kidogo, tumaji tusoda pamoja na keki. Kwa hiyo tunawashukuru na pia tunawapenda na ninampenda be ni majukumu chaula ni mwenyeji wa Lupembe. Nime nimekuja kujumuika na dadangu Sigrada. Sigrada Mligo ni rafiki yangu, ni dadangu kwa muda mrefu eh. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, akasema na watembelea wafungwa na vituo vingine mbalimbali, kasema tuje tujumuike naye ili tu tumwishi siku yake ya kuzaliwa. Mi naitwa John Johnson John maarufu kama Kavo. Bana siku ya leo bwana, leo ni uh, tarehe ya kuzaliwa kwa mpendwa wetu Sigrada Mligo, dada yetu. Najua kwamba tunamfahamu sana kwa sababu tunashikiana kwenye vitu vingi sana si ndio? Sasa kwa kuona kwamba ni siku muhimu, tumeamua kumfanyia surprise kidogo kwa ajili ya kusherehekea siku yake ya leo. So, tumetoka kuona wafungwa hapa katika gereza la, la wilaya ya Njombe, lakini tukitoka hapa dadangu, surprise tunaingia tunaenda ku happen. Ya bwana, karibuni sana karibuni sana, karibuni sana. Mimi naitwa Kavo, yeah, yeah. Yeah.